Duniani kuna miji ambayo imehusishwa na laana, hadithi za kutisha au matukio ya ajabu yasiyoelezeka. Miji hii mara nyingi ina historia ya maafa, uhalifu, magonjwa au ajali mbaya zilizosababisha kuachwa na kuogopwa na watu wengi sana. Baadhi ya miji hii ilitelekezwa kutokana na majanga ya asili kama vile milipuko ya volkano au hata vimbunga. Wakati mwingine inaaminika kuwa na nguvu za giza, roho zinazotangatanga au hata laana kutokana na matukio ya zamani. Kwa karne nyingi sasa, hadithi kuhusu miji iliyolaaniwa zimevutia wachunguzi wa mambo ya ajabu, wanasayansi na watalii wenye ujasiri wanaotaka kugundua siri zilizojificha. Ingawa baadhi ya maeneo haya yanaweza kuwa na maelezo ya kisayansi kuhusu sababu za hali zao, lakini hofu na hadithi zinazoizunguka zinaendelea kuwafanya watu wengi zaidi kuwa na mashaka ya kutembelea maeneo hayo. Hivyo leo nimekuandalia dha ya miji iliyolaaniwa ambayo hutakiwi kabisa kuitembelea. Jina langu naitwa Abdul Kingungo. Mji wa kwanza ni mji wa Pripyat ulioko nchini Ukraine. Mji wa Pripyat ulianzishwa mnamo mwaka 1970 kwa ajili ya wafanyakazi wa kiwanda cha nyuklia cha Chernobyl. Kiwanda hiki kilikuwa ni moja ya vyanzo vikuu vya umeme katika Umoja wa Kisovieti. Ulikuwa ni mji wenye ustawi mkubwa ukiwa na shule, hospitali, bustani za burudani, maduka na makazi ya watu zaidi ya elfu 49. Mnamo April ya 1986 kinu cha nuclear cha riekta 4 cha Chernobyl kililipuka kutokana na makosa ya kibinadamu na matatizo ya kiufundi. Hii ilisababisha kuachiliwa kwa mionzi yenye sumu kali sana ambayo ilikuwa hatari sana kwa maisha ya binadamu. Serikali ya Kisovyeti ilichelewa kutoa tahadhari kwa wakazi, lakini ilikuja kuwahamisha siku moja baadaye. Lakini madhara ya mionzi hii yalikuwa tayari ni makubwa sana na yaliyoenea kwa kasi kubwa sana katika mji huo. Mpaka hivi leo, mji wa Pripyat bado ni jangwa, ukiwa na majengo yaliyoporomoka na vitu vilivyoachwa kwa ghafla na wakazi wake. Kiwango cha mionzi kimepungua, lakini bado ni hatari kwa ukaaji wa muda mrefu na si salama tena kwa makazi. Ni moja ya maeneo yanayotembelewa na wachunguzi wa majanga ya nyuklia na watalii wanaovutiwa na historia ya mji huo, lakini sikushauri kwenda huko. Namba mbili ni mradi wa Sanzi. Uliopatikana katika nchi ya Taiwan. Sanzhi ilikuwa ni mradi wa kifahari wa nyumba za likizo ulioanza kujengwa miaka 1980. Nyumba hizi zilikuwa na muundo wa ajabu sana wa duara, zikifanana na vyombo vya angani vya UFO. Mradi huu ulilengwa na matajiri wa Taiwan na watalii wengine, lakini mradi huu haukuweza kukamilika kikamilifu. Wakati wa ujenzi wa mradi huu kulikuwa na ajali nyingi za vifo vya wafanyakazi. Baadhi ya ripoti zinasema kuwa eneo hilo lilijengwa juu ya makaburi ya askari wa Kijapani na wengine wanaamini eneo hili lililaaniwa kabisa. Baada ya vifo hivyo, wawekezaji walikimbia, na serikali iliacha kabisa kutekeleza mradi huo na kuamua kuuacha kabisa. Kwa sasa majengo ya mji huu yamebomolewa kabisa, lakini hadithi za mahali hapa kama eneo la laana bado zinadumu katika tamaduni za Taiwan. Kwa hivyo mji huu nao pia si salama kuutembelea. Namba tatu ni kijiji cha odaso glan kilichopo katika nchi ya Ufaransa. Mnamo Juni kumi ya mwaka 1944 wanajeshi wa Ujerumani wa SS waliingia katika kijiji cha odaso glan na kufanya moja ya mauaji mabaya zaidi ya raia wakati wa vita vya pili vya dunia. Walikusanya wanaume na kuwapiga risasi, kisha wakawachoma moto wanawake na watoto waliokuwa wamefungwa ndani ya kanisa. Kwa ujumla, waliua jumla ya watu 642 siku hiyo. Baada ya vita, serikali ya Ufaransa iliagiza kijiji hiki kiwe kumbukumbu ya mauaji hayo, na kijiji hiki hakijawahi kufanyiwa karabati mpaka hivi leo. Leo mabaki ya kijiji hiki yamehifadhiwa jinsi yalivyokuwa baada ya, ya mauaji yale kutendeka, ikiwa ni pamoja na magari yaliyooza, majengo yaliyoteketea na vitu vya kibinafsi vya watu waliouawa. Ni eneo la heshima na kumbukumbu kumbu. Na wengi huisi uwepo wa roho za wahanga wa mauaji hayo, kwa hivyo ni miongoni mwa maeneo hatari zaidi. Hivyo sikushauri kwenda kutembelea eneo hili hata kama una pesa kiasi gani. Mji wa nne ni Kowloon Wall City ulioko Hong Kong. Kowloon Hall City ilikuwa ni mji wenye msongamano mkubwa sana, ukiwa na zaidi ya watu elfu 33 wanaoishi ndani ya eneo la ekari sita. Ilianza kama ngome ya kijeshi ya Kichina, lakini baada ya Uingereza kuchukua mji wa Hong Kong, serikali ya China iliacha kuidhibiti rasmi mji huu. Kutokana na kutokuwa na mamlaka rasmi, eneo hili likawa kitovu cha uhalifu dawa za kulevya, upasuaji wa kienyeji, biashara haramu na wahamiaji haramu. Majengo wa yalijengwa bila mpangilio na mitaa yake ilikuwa na giza, hata kama ni wakati wa mchana. Mnamo mwaka wa 1993 serikali ya Hong Kong ilibomoa rasmi mji huu na kuubadilisha kuwa bustani. Ingawa mji huu haupo tena, hadithi za machafuko na maisha duni ya Kowloon City bado zinaishi kupitia a picha na filamu mbalimbali mbali. Namba tano ni kisiwa cha Doll Island kilichopo katika jiji la Mexico. Kisiwa hiki kiko katika mifereji ya Zacamilco karibu na jiji la Mexico. Hadithi inasema kuwa mmiliki wa kisiwa hiko Don Juliana Santana alipata mwili wa msichana aliyekufa majini. Baada ya tukio hilo, alianza kuona roho za msichana huyo, hivyo akaanza kuning'iniza midoli kwenye miti ili kumridhisha. Kwa miaka zaidi ya aliendelea kukusanya na kuning'iniza midoli ya zamani hadi alipopatikanika amekufa mahala pale pale ambapo msichana alionekana kufa maeneo hayo. Na kwa sasa kisiwa hiki kimejaa midoli ya kutisha iliyooza na kukatwa viungo, huku baadhi ya watu wakiamini kuwa inasongwa na roho za watoto waliokufa. Kwa hivyo eneo hili linabaki kuwa ni moja ya maeneo ya kutisha zaidi na huvutia watalii wengi wa matukio ya ajabu. Lakini kama una roho nyepesi, nyepesi sikushauri kwenda katika eneo hili. Kila moja ya miji hii ina historia ya kutisha au ya huzuni sana, na wengi wanaamini kuwa kuna nguvu za giza zinazoizunguka miji hiyo. Ingawa baadhi ya maeneo haya yanaweza kutembelewa na baadhi watali, ya watalii, lakini bado yanabaki kuwa ni sehemu ambazo zinaogopwa na kuheshimiwa kwa sababu ya historia zao za kutisha sana. Unaweza kunifollow kupitia ukurasa wangu wa Instagram, natumia jina hilo hilo la Abdul Kingungo Kingungo. Asante nisikiliza na karibu kusikiliza makala zinazofuata.